Mmoja wa watu maarufu na kipekee kabisa katika historia ya Magharibi alikuwa Waziri Mkuu wa Uingereza Winston Churchill. Baada ya kusoma wasifu wake, ilikuwa wazi kwamba watu walimpenda sana au walimchukia kabisa. Na pia alikuwa na ulimi mkali sana ambao haukusaidia mambo. Kwa kweli, mara nyingi imeripotiwa kwamba siku moja mwanamke mmoja ambaye alikuwa akimshambulia kila mara, adui yake mkubwa wa kisiasa kwa kusema kweli, alimwambia kwenye hafla moja ya umma, Bwana Churchill, kama ningekuwa mke wako, ningekuwekea sumu kwenye chai yako. Churchill alijibu, mama, kama ungekuwa mke wangu, ningekunywa hiyo sumu kwa furaha. Basi unaweza tu kufikiria jinsi mazungumzo hayo hayakusaidia urafiki wao hata kidogo. Basi ukisoma wasifu wake inanigusa kwamba ni wazi kabisa, Churchill na Bwana hawakuwa na kitu chochote cha kufanana isipokuwa jambo hili moja. Yesu pia alipendwa au kuchukiwa wakati wa huduma yake hapa duniani. Sasa, katika vipindi kadhaa vijavyo vya Safari yetu ya Hekima, tunapopitia injili kwa mpangilio wa matukio, tutaangazia matukio ya siku moja tu katika huduma ya Bwana. Injili zinatupatia maelezo ya siku hamsini na mbili ya siku tu katika huduma ya Kristo. Mathayo, Marko na Luka wanatupatia maelezo mengi sana kuhusu siku hii moja maalum, ambayo wengi huiita siku yenye shughuli nyingi zaidi kwa Yesu. Sasa ngoja ni kuambie mapema, siku hii maalum itakuwa mwanzo wa mabadiliko kutoka huduma ya hadharani kwenda zaidi kwenye huduma ya faraga miongoni mwa wanafunzi wake wa karibu. Na mabadiliko hayo yanaanza kwa namna ya kushangaza, Yesu na wanafunzi wake wanaporudi nyumbani huko Kapanaumu. Eh, tunaambiwa kwamba umati unakusanyika mara moja. Wamevutiwa sana na nguvu zake za kimasihi na madai yake. Tatizo ni kwamba, au mojawapo ya matatizo ni kwamba, familia ya Bwana yenyewe ina mtazamo tofauti. Tunaambiwa hapa katika Marko sura ya tatu mstari wa ishirini, kisha akaenda nyumbani na umati ukakusanyika tena, kiasi kwamba hawakuweza hata kula. Na familia yake waliposikia hayo, walitoka kwenda kumkamata, kwa maana walikuwa wakisema amechanganyikiwa. Fikiria hilo, ndugu wa kambo na dada wa kambo wa Yesu wanafikiri amepoteza akili na wamekuja kumkamata, yaani kumchukua kwa nguvu, labda wampeleke apate ushauri wa kitaalamu. Sasa katika wakati huu wa vurugu kidogo, tukirudi kwenye injili ya mathayo sura ya kumi na mbili tunasoma katika mstari wa ishirini na mbili mtu aliyekuwa amepagawa na pepo na alikuwa kipofu na bubu aliletwa kwake, naye akamponya, hata yule mtu akaanza kuongea na kuona, na watu wote wakashangaa na kusema, je, huyu anaweza kuwa mwana wa Daudi? Sasa mwana wa Daudi hapa ni rejeleo kwa masihi aliyeahidiwa katika agano la kale. Sasa ukichanganya simulizi za Mathayo na Marko kuhusu tukio hili tunagundua kwamba mafarisayo na waandishi wa sheria walikuwa wamekasirika sana kuhusu ukweli kwamba Yesu aliweza kumtoa pepo yule mtu aliyepagawa. Kwa kweli, wanajua kwamba aina hiyo ya nguvu ni ishara ya kimasihi. Injili ya Marko sura ya tatu mstari wa ishirini na mbili inatuambia kwamba walikuwa wakisema, amepagawa na Belzebuli na kwa mkuu wa mapepo anawatoa pepo beelzebuli lilikuwa jina la mungu wa zamani wa foinike na hapa linatumika kumaanisha shetani mkuu wa mapepo tazama waandishi na mafarisayo hawawezi kukataa kwamba muujiza umetokea lakini wanampinga yesu kiasi kwamba wanaiambia umati kimsingi huyu ni shetani anayefanya kazi ndani na kupitia yesu basi yesu anawajibu hapa katika mstari wa 23 shetani anawezaje kumtoa shetani ikiwa ufalme umegawanyika dhidi yake mwenyewe, ufalme huo hauwezi kusimama. Kwa maneno mengine, tumieni akili ya kawaida kidogo. Kama ningepewa nguvu na Shetani, kwa nini nimtoe pepo? Yaani, tafadhali tumia akili zako kidogo. Basi anaelezea katika mstari wa 27, kwa kuonyesha hapa kwamba mwizi hawezi kuingia katika nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuiba mpaka kwanza amfunge huyo mtu mwenye nguvu. Yesu anasema ninaingia katika eneo la Shetani, jambo linalothibitisha kwamba naweza kumfunga. Mimi ni mwenye nguvu kuliko Shetani, sina nguvu kutoka kwa Shetani. Sasa haya yote yalipaswa kuwa wazi, lakini akili za hawa viongozi wa kidini zimefungwa kwa mambo yaliyo wazi. Wanaukataa ukweli, wanadai kwamba Yesu sasa anapewa nguvu na shetani badala ya Roho wa Mungu. Ni kuambie, hiyo ni kufuru kubwa sana. Kwa kweli Yesu anasema hapa katika mstari wa 29, yeyote atakayemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe, bali ana hatia ya dhambi ya milele. Sasa watu wengi huangalia hilo na kulirejelea kama dhambi isiyosameheka, lakini sitaki ukose kuelewa. Yesu anaweza kusamehe kila dhambi. Dhambi hii maalum haiwezi kusamehewa tu kwa sababu wanamkataa Yesu ambaye peke yake anaweza kusamehe dhambi. Sasa kuna zaidi hapa. Ndani ya muktadha wa Yesu kuwapatia Israeli ufalme, hili pia linatokea. Hivyo basi, huu ukataaji wake, madai haya kwamba anatiwa nguvu na Shetani, haya yanakuwa sehemu ya matusi yao rasmi ya kitaifa, hukufuru ya kutokuamini dhidi ya mfalme wao. Sasa tukirudi kwenye Mathayo sura ya 12 mstari wa thelathini na nne, Yesu a, anaendelea kusema kwamba kufuru ya washtaki wake inaonyesha mioyo yao ya uwasi ya. Lakini licha ya hayo hawa viongozi bado wana ujasiri wa kumwomba Yesu ishara nyingine. Sasa hili lingekuwa la kuchekesha kama lisingekuwa la kusikitisha sana. Kumbuka, Yesu amemtoa pepo tu hivi punde. Ni ishara gani zaidi a anaweza kufanya? Basi anawajibu hapa kwenye mstari wa 39. Anasema kwamba ishara pekee watakayopata wakati huu ni ishara ya nabii Yona. Sasa hiyo ishara itakuwa ha ufufuo wa Yesu baada ya siku tatu kaburini, na ili kusisitiza jambo hilo, Yesu anawaambia hapa kwenye mstari wa 43 kuhusu roho mchafu inayomtoka mtu na baadaye kurudi na kumkuta mtu huyo bado yuko mtupu basi yule pepo anarudi tena na kuleta mapepo wengine saba, na kama vile injili inavyosema hali ya mwisho ya mtu huyo inakuwa mbaya zaidi kuliko ya kwanza. Sasa elewa, hii ni rejeleo kwa taifa la Israeli. Taifa lilijibu kwa shauku wito wa Yohana mbatizaji a wa kutubu walifanya usafi wa chumba chao kwa kusema hivyo, lakini walikataa kujaza chumba cha mioyo yao sasa na Masiha, jambo ambalo linamaanisha kuwa sasa wako katika hali mbaya zaidi kiroho kuliko walivyokuwa kabla ya huduma ya Yohana. Sasa tukirudi kwenye Injili ya Marko sura ya tatu, tunaelezwa kile kinachotokea baada ya hapo. Yesu yuko ndani ya nyumba, amezungukwa na umati mkubwa wa watu. Amemtoa pepo mchafu, viongozi wa kidini wamemtukana. Halafu mtu mmoja anafika kumwambia Bwana kwamba familia yake iko nje. Kumbuka, wamekuja kumchukua ha, kwa miadi hiyo dhahiri na na daktari wa akili. Kumbuka, wanafikiri amepoteza akili. Sasa Yesu anajibu kwenye mstari wa thelathini na tatu, mama yangu na ndugu zangu ni nani? Akiwatazama wale waliokuwa wamekaa karibu naye akasema, hawa hapa ndiyo mama yangu na ndugu zangu, kwa maana yeyote anayefanya mapenzi ya Mungu huyo ndiye ndugu yangu dada yangu na mama yangu. Na niambie hili ni kweli, hadi leo hii ukiliamini injili ya Kristo Yesu, anakupa haki ya kuwa watoto wa Mungu kama injili ya Yohana inavyosema katika sura ya kwanza. Unapewa haki ya kujiunga na familia yake, kuwa sehemu ya familia ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu badala ya kumkataa umempokea. Muda fulani uliopita nilisoma kuhusu muuaji aliyekuwa kwenye foleni ya kunyongwa. Ndugu yake alikuwa mwanasiasa mwenye nguvu, na katika dakika za mwisho kabisa, saa ya mwisho, alimshawishi gavana amsamehe ndugu yake Alichukua msamaha huo akaweka mfukoni mwake na akaelekea gerezani. Njiani akaanza kuwa na mashaka na akafikiri, unajua, labda ndugu yangu hajabadilika, huenda akaua tena. Kwa hiyo badala ya kwenda kwa msimamizi wa gereza na kuwasilisha msamaha wake alienda moja kwa moja kwenye seli ya ndugu yake kumtembelea, na akamuuliza ndugu yake, sikiliza, kama ungepata nafasi ya kutoka hapa leo ungefanya nini? Ndugu yake akajibu mara moja, ningewaua mashahidi wote waliotoa ushahidi dhidi yangu na ningehakikisha yule mwendesha mashtaka amekufa ndani ya saa ishirini na nne zijazo. Basi, akiwa na moyo uliovunjika mtu huyu alitoka kwenye seli ya ndugu yake akiwa bado na ule msamaha mfukoni mwake. Ndugu yake alinyongwa hivi karibuni kwa kosa la mauaji. Unajua, nataka ufikirie ukweli kwamba Yesu Kristo amekuja akiwa na msamaha mfukoni mwake kwa namna fulani. Kwa kweli, yeye ndiye msamaha huo kwa sababu alichukua juu yake malipo ya makosa yako, dhambi zako, pamoja na zangu. Kile anachotaka kutoka kwako ni moyo wa unyenyekevu na imani unaosema, niko tayari kukiri dhambi zangu, niko tayari kuomba msamaha kwa unyenyekevu, nataka kumpa Yesu Kristo maisha yangu kama mkombozi na mfalme wangu. Kama bado hujafanya hivyo, unaweza kuomba sasa hivi. Unaweza kumwomba Bwana akuokoe, na atafanya hivyo.